kuwakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Mbulu hususani wanaotoka halmashauri hii ya Mbulu, ni siku tarehe kumi na saba kushiriki kwenye mbio zetu za mwenge wa uhuru za mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tumeambiwa eneo hili siku hiyo litakuwa na vibe yake kabisa. Kuchukua nafasi hii kumshukuru sana sana sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yako mengi ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, lakini mimi kama kijana nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa nafasi kubwa kubwa kubwa sana kwa vijana wa nchi hii. Mheshimiwa Rais ameridhia kurejeshwa kwa mikopo ya kina mama, vijana na watu wenye mahitaji maalum, lakini Mheshimiwa Rais pia ametoa fedha nyingi za kujenga shule na wanaojenga wanaosoma shule hizo ni watoto na vijana. Lakini kiupekee kabisa Mheshimiwa Rais ametoa nafasi nyingi za uongozi, ametoa fursa nyingi za uchumi kwa vijana wa nchi yetu, na mimi nikiwa kama mmoja wa vijana wanufaika wa fursa hiyo, nichukue nafasi hii kwa niaba ya wanambulu wote kumwakikishia Mheshimiwa Rais, nafasi anazozitoa kwa vijana wa kike na wa kiume wa nchi hii, wa mkoa huu wa Manyara na wilaya hii ya Mbulu tutamtendea haki, tunazitendea haki, tunazisamini tunazijali na hatutamwangusha, na hatutamwangusha. Fursa zote zinazotolewa kwa vijana tunazipokea kwenye mikono miwili, na tunamhakikishia, tunamshukuru. Na kama alivyosema vijana wetu wa hamasa, mwezi wa Oktoba, sisi tutafanyaje? Uratii, asante sana Asanteni sana makofi mengi kwenu. Ah, ah, jambo lingine nataka niseme, kutokana na mafunzo yaliyosemwa hapa, nimejifunza kwamba ndugu zangu, kwenye maisha biashara inaanzia kichwani sio mfukoni, na mimi nimelipokea hilo awezeshaji wenu. Lakini ningine nataka niseme, pamoja na yote yaliyosemwa hapa jambo moja ambayo nataka niliseme kwa ujumla wetu ndugu zangu, sisi kwa ujumla wetu bila kujali vyeo vyetu nafasi zetu umri wetu rika letu na nafasi zetu kwenye jamii, bado sisi tunasimama kama Watanzania, tunasimama kama binadamu, tunasimama kama watu. Na mimi leo kwa niaba ya wawezeshaji wote neno langu litakuwa moja, kama na mimi sehemu yangu ya semina kwenu, wananchi wenzangu wa Mbulu, pamoja na yote tunayofanya, maisha yetu hayana maana bila kuwajali wenzetu, bila kuwaheshimu wenzetu, bila kuwathamini wenzetu. Sisi kama binadamu tuna haki ya kusaminiana, kupendana, kujaliana na kusaidiana wakati wote, kwa maana wakati wa shida na wakati wa raha. Tujifunze kama Wanambulu kushirikiana wakati wote, kwenye misiba, kwenye sherehe na kwenye shughuli mbali mbalimbali za kijamii hatuwezi kufanikiwa kwenye nyanja mbalimbali za maisha kama tushirikiani. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.